Una aja watu wajinga jinga, jinga ndo wanapewa magodoro. Ila si sawa. Sisi tunaangalia mazingira. Amani, amani ya nini? Amani pana amani? Hiki kisiwa cha uvumilivu, amani hakuna. Watu wanauliwa ovyo, watu wananyimwa chakula, watu wananyimwa dawa. Hiki kisiwa cha uvumilivu, hakuna amani. Kuna amani gani? Unakwenda Mkulanga, kama una hela unakufa. Ukiwa, ukitaka uijue sisi yenu ubaya wake, uwe na kesi au uumwe sasa hivi anakuona, wanakuona we mtu mzuri kabisa. Imani hapa, pana imani hapa kisiwa cha uvumilivu? Imani unakorofuka hapo, hata dawa hakuna, umuone daktari kwa shilingi elfu kumi. <laughs> hela mbele, hela mbele, hela gani? Mpembejeo zinakuja zinafichwa mpaka utoe hela. Hiki kisiwa cha uvumilivu wa. Watanzania ni wavimu, wavumilivu lakini imani hakuna, mtu nakufa hapo, chakatu chakatu, dawa hakuna. Jamani, sogezeni huko mgonjwa wenu mpite tupite. Wanapita yeah, na wenye vigali umaninaa we... alafu mi naichagua CCM naitaka <laughs> ta bali sina naye, siitaki nyumba kama hizi. Nyie mmepata tabu ya CCM, tulopata sisi ilikuwa taa mpaka tano, ilikuwa taa mpaka tano mpaka CCM kwenye uhuru saizi ngereza fanya uondo wefanya uondoke mgereza hapa, yaani watu tumevaa tunamfukuza mgereza. Mtaende vita kuja vita itakuja vita? Nyerere alikuwa na bunduki, mkoloni alikuwa na kila kitu, bunduki, kila kitu, mbona tumeng'oa, akaondoka. Itakuwa sasa ataleta vita? sisi hemu mwenye silaha, sio kusema itakuwa vita. Vita ataleta nani? Na, na tumeng'oa, na tulikuwa tunakwimba, wako wapi, wako wapi? walikuwa wakijigamba, leo sasa tuwataka Tumekwisha mkanyaga mkanyaga, mfano wa vita ya Rwanda. Yaani ingereza tumemkanyaga, viatu vilikuwa vya vita ya Rwanda, we unavijua? wow, <laughs> eh, eh, hafu ah, tunaimba ingereza afanya uondoke, mtanikumbuka. Anapiga mizinga ishirini na tano Muingereza.